Ni mwanaume ameenda kwenye pati amelewa sana Mwa, amelewa sana na mke wake naye akawa amelewa kiasi fulani na mwana, baadaye mwanaume anakuja kuambiwa na marafiki zake kwamba siku ile pati, unajua ilikwaje? mke wako alinyonya Alex dudu, <laughs> alabia, alabia mke wako, alinyonya, dudu. Akutiana, alinyonya, dudu. Anarudi nyumbani amekasirika kweli, aenda kumuuliza mtu wake. Mtu wake akasema ni kweli ninyonya, lakini na yale ninyonya hatukufanya kitu, kwa sababu hatujaingiliana, si uzinzi bwana. Mwanaume sasa ndio ananiuliza mimi, daktari, hivi nifanyaje hapo? <laughs> Daktari ndio kaniambia ni kweli, kwa sababu hatujaingiliana

asilimia kubwa ya watu wanaume kwa wanawake, anaona mwanaume akiona kina nimemnyonya mke wangu nyeti yake. Mwanamke naye anakimbilia kunyonya mwanaume, anaona amefanya kitu kikubwa sana, lakini tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba kwa uhusiano kwa wa muda mrefu hiyo haipendezi, ni afadhali huyu aliyesema kwamba amemnyonya tu, lakini hawajatiana <laughs> kwa sababu yale mazingira yale, sawa. Kwa hiyo kwa kwa, hali kama ile inatosha. <laughs> Sawa, kwa hali kama ile ni kwamba ni mkiwa mume wa mtu halafu la kwenye eneo ambalo watu wanaweza kuona kwa urahisi, sawa, wanaweza wakaona kwamba fungua tu zitu wakakunyonya yakaisha lakini ankuingiliana sawa, so, lakini kwenye tendo la ndoa kunyonyana peke yake kwenye mume kwenye ndani ya ndoa uhusiano ulio kamili, Now, ulio iva, ulio iva, peke yake, hakutoshi. Na uhusiano ulioiva labda nitumie neno hilo kwa uhusiano ulioiva kunyonyana peke yake hakutoshi na itakuponza itakugarimu kwa kiswahili cha kisasa. Kwa sababu gani? so, haigusi maeneo mengine ya mwili wa huyu mwanadamu, kwa hiyo hiyo tendo hiyo, hiyo, mwili wa mwanamke una maeneo kumi na saba yanayohitaji kufunikiwa na mwanaume. Ya kila eneo lina ufundi wake nabee. Mwili wa mwana mwana mwana mume una maeneo kumi na nne na kila eneo lina ufundi wake. Kuna eneo la kumi na nane kwa upande wa mwili wa mwanamke limegunduliwa na hawa watu ambao wanaitwa transgender, yaani mtu alikuwa ni mwanamke amebadilisha jinsi yake amekuwa mwanaume, ni eneo hilo la kumi na nane kwa upande wa wanawake na watu ambao ni transgender. Sasa nataka nikueleze hali halisi, kwa sababu gani kumwandaa mwenzio kabla ya kumwingilia ni jambo la muhimu sana, uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume, kwa sababu tafiti zinaonyesha wazi kwamba kadri mnapofanya tendo la ndoa kwa muda mrefu bila nyinyi wenyewe kupanga unajikuta unamuona mwanamke uliye naye unamuona mwanaume uliye naye ana mvuto mkubwa kuliko watu wengine wote hapa duniani. Kwa sababu gani? Kuna kichocheo ambacho kinasababisha hali hiyo kutokea. Unajikuta tu hujielewi, lakini unakuta unampenda huyu mwanamke unampenda huyu mwanaume kuliko kawaida, kwa sababu kuna kichocheo kinaitwa bond homoni. Kama unafahamu bondi, ni vitu kushikamanishwa. Bond homoni, homoni hiyo inaitwa oxytocin, ina nguvu ya kufanya wewe umpendelee uliyomzoea, watu wengine wote tunaona watu kama. Kama uamini, unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google oxytocin, alafu kama katika sex hormone, unaweza kuona wewe mwenyewe ninachokuambia. Sizungumzi hadithi za paka na panya, mimi ni sexologist, sawa Mwana sayansi mambo ya ya seksi aisi zungusi vitu vya hadithi za paka na panya.